Naam, tunaendelea na sehemu ya nne kati ya shahidi P6 na mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu kwenye kesi ya uhaini. Anaendelea hapa, Mheshimiwa Lissu, Lissu anamsomea maelezo yake shahidi huyu P6. Anamuonyesha maeneo aliyodanganya au kuleta mkanganyiko, la kwanza ni dini. La pili, umri. La tatu, shughuli za chama alizoambiwa atakuwa anataka kuzifanya. La nne, tarehe nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano ulikuwa na simu infinix smart 8. La tano, hiyo simu yako ilikuwa na bando la intaneti. La sita, uliingia kwenye mtandao wa YouTube wa Jambo TV. La saba, mimi mtumiwa mlisema yeyote atakayekuwa nasi tutaenda naye, ambaye atakataa tutamwacha. La nane, nilisema anayetaka kugombea udiwani au bunge asahau, na mimi niliyetaka kugombea urais ni sahau. La tisa, no reforms no election. La kumi, wanasema tutafanya uasi, ni kweli tutafanya. La kumi na moja nilitoa hotuba yangu ndani ya ukumbi na kulikuwa na bendera ya taifa na ya Chadema. La kumi na mbili, nilivaa combat za kaki, nayo nataka unionyeshe. La kumi na tatu, kwamba tutazuia uchaguzi kwa kufanya vurugu. La kumi na nne, nataka niyaone maneno ya mwamba wa Kigoma. La kumi na tano kwamba mwamba kwa wa Kigoma alikusifia kwa uamzi wa kishujaa na wewe ni moja ya vijana mnaotakiwa kulikomboa taifa. La kumi na sita tarehe sita mwezi wa 4 mwaka 2025 ulipata taarifa kuwa Mheshimiwa Lissu atatembelea mkoa wa Ruvuma. La kumi na saba ulipewa taarifa ya kumpokea mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Lissu. Anamsomea maneno ambayo shahidi amedanganya au ameyasema leo lakini kwenye maelezo ya polisi akuyasema. Uh, anaweza msomea maneno hata hamsini hapa. Kwa kifupi anachokifanya ni kutaja maeneo, maneno yote ambayo shahidi ameonyesha uongo. Mheshimiwa Lissu anaendelea, anamuuliza: je, ungependa maelekezo yako yapokelewe kama sehemu ya ushahidi na mimi nikuhoji sawasawa, sawa. Shahidi Pisita amenyamaza asemu chochote hapa. Haya ndo maelekezo yangu, na kama kuna kitu akipo, mimi ni binadamu, siwezi kukumbuka kila kitu, na kama kuna kitu nimekizungumza mahakamani, siwezi kukumbuka kila kitu. Mheshimiwa Lissu anaendelea, shahidi kaka yangu, ungependa hayo maelekezo yako yapokelewa kama kielelezo? Shahidi Pisita anasema maelezo yangu niliyoyaandika polisi au niliyoyazungumza hapa mahakamani ndio nimetakiwa nizungumze mbele ya mahakama. Mheshimiwa Lissu anaendelea, waambie, ungependa yawe sehemu ya ushahidi mahakamani? Shahidi anasema maelezo yangu yawe ushahidi mahakamani. Basi e, shahidi amekubali, majaji wanaandika sasa. E, kuna kitu ambacho kinaendelea hapa Shahidi amesumbua sana kuyakubali maelekezo yake ili yapokelewe hapa mahakamani. Jaji Ndunguru anasema, upande wa mashtaka Renatus Mkude anasema no objection. Jaji Ndunguru, basi maelekezo haya yatakuwa ni D4. Mheshimiwa Lissu anasema asante sana. Sasa anaendelea kabla ajaapishwa hapa mahakamani uliulizwa dini yako ukasema wewe ni Mkristo. Shahidi wa kificho pisita anasema ni kweli Mheshimiwa. Lissu waeleze majaji kwenye hayo maelekezo yako, eneo la dini yako umeweka nini? Shahidi wa kificho, sijaona hapo. Anasimama Katuga anaweka pingamizi, watu kidogo hapa wanamzomea. Jaji anasema tuendelee. Shahidi wa kificho pisita anasema hapa dini imeandikwa, sioni vizuri. Mheshimiwa Lissu Di, dini imeandikwa Mwislamu. Shahidi PC anasema hapana, sioni vizuri. Mheshimiwa Lissu anamuuliza umri wako je? Shahidi wa kificho PC anasema miaka ishirini na tatu. Hapa imeandikwa Mheshimiwa Lissu, ulisema shughuli za chama alizopewa ni kuongoza misafara ya chama ukiwa na bendera na pikipiki. Shahidi pisita anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu — sasa hayo maneno yapo kwenye maelekezo yako? Shahidi anasema anajibu, maelekezo yanaonyesha nitashiriki kwenye mkutano, ni vitu ambavyo sikuviandika. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo hayo yameandikwa au hayajaandikwa? Shahidi pisita anasema anajibu, hapa maelezo yameandikwa kushiriki mikutano. Mheshimiwa Lissu wee, CHADEMA wa mapolisi usitupotezee muda, tuambie yapo hapo hapa. Shahidi wa kificho pisita sijui. Mheshimiwa Lissu: tarehe nne mwezi wa nne, umesema ulikuwa na simu yako Infinix Smart 8, tuambie kama haya yapo kwenye maelekezo yako. Shahidi pisita sifahamu. Mheshimiwa Lissu, sijakuuliza unayafahamu au uyafahamu, nimekuuliza yapo hapa. Shahidi pisita: sifahamu. Naam, ni sehemu ya nne ya mwendelezo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa, e, Tundu Lissu na shahidi pisita, tutaendelea e, katika sehemu ya tano.